Mwambia Yesu Kristo. Yesu Kristo. Jirani yako pokea Roho Mtakatifu. Ndugu zangu wapenda taifa la Mungu, katika somo la kwanza tumesikia wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, na katika somo la Injili tumesikia Yesu anawaambia wale wafuasi wake, wale wanafunzi wake, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakao ondolewa dhambi watakuwa wameondolewa na wote watakao wamefungiwa dhambi watakuwa wamefungiwa. Ndugu zangu wapenzi na taifa la Mungu, katika somo la kwanza tunasikia au tunaona matunda ya Roho Mtakatifu umuhimu wa roho Mtakatifu. Wote waliojazwa roho Mtakatifu, kila mmoja alisema kwa lugha yake, kila mmoja alinena kwa lugha yake, lakini cha kushangaza, wote walielewana. Wote walifanya nini? sijasikia alifanya nini? Sisi tunao makabila mbalimbali, sisi tunazo lugha mbalimbali. Je, tunaelewana? Tuna lugha au hatuna? unazo, unazo. Nani ana kabila hapa? Nani ana lugha yake hapa, ailie mkono. Hamna? Ni mtoto mmoja tu, wengine hamna lugha eh?

Eh, eh, eto fanya ishara ya msalaba kwa lugha yako tana <laughs> <Isu. Dada> pale uliosuka <laughs> hey, ndio katazama chini ndio, eh? Hajui ni Wasukuma atuto wanajua lugha zao eh? Wagogo mko hapa, Wagogo mpo Hebu wasimame tuwaone, tuko kweli, Wakogo mpo? Mbona mmejificha eh? Wakogo wako wapi eh? Dada, hebu njoo kule nyuma, waliyeshika kichwa na Warangi mpo wapi? Warangi mpo? hakuna Warangi humu ndani? wako udani wapi eh? Huyo alisema asubuhi suguli, mwingine yuko wapi? Tunaomba ufanye ishara ya msalaba kwa lugha ya Kigogo, lakini nina mashaka nao. Bwana unataka Kiswahili, tunamajamwelewa kwa nini tunamwelewa, na kwa sisi wote tunajua Kigogo kirese metakatiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, wapenda taifa la Mungu, Yesu ametuunganisha sisi wote wa Kristo tuwe kitu kimoja. Roho Mtakatifu anaunganisha watu, anatuunganisha sote tuwe kitu kimoja, tuishi pamoja Mungu tuishi pamoja kama familia ya Mungu. Huko tunapoishi pamoja, tuishi kwa kuelewana. Maisha yetu yanadai kuelewana, sio kubaguana. Tushirikiane katika maisha, tusaidiane katika maisha, tujengane katika maisha, tuimarishane katika maisha. Tusiwe na ubaguzi katika maisha. Kristo, tumaini letu, tusiwe na ubaguzi katika maisha, maisha ya pamoja ndiyo maisha ya Mungu. Ili tuweze kufika mbinguni, lazima tuishi maisha yenye kumpendeza Mungu. Mwenyezi Mungu alikupa watu ili uweze kuishi Haya ndio kazi ya Roho Mtakatifu, kutuunganisha kutufanya kuwa kitu kimoja, tusiwe wabinafsi katika maisha yetu. Katika somo la Injili Yesu Kristu anakuta wanafunzi wake wafuasi wake Mungu alicho hapa aliwapa nini? Alisema am amani iwe. Aliwapa amani. Kati ya kitu cha msingi tena alirudia mara mbili, amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Yesu Kristo anaona umuhimu wa kuwa na amani na amani Kristo Atuwaja, msikilize vizuri, nitawauliza maswali. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na amani. Je, mna amani? Umsifu Yesu Kristo. Je, mna amani, wandugu zangu, wapenda taifa la Mungu? Hebu mtazame jirani e, jirani, mulize jirani, una amani? Mtikise jirani e, ani una amani. Ukitaka maisha yako yawa na thamani, lazima uwe na amani. Ukitaka kufurahia maisha, lazima uwe na amani. Amani ya kwanza, tegemea amani kutoka kwa Kristo maisha yako, tengeneza amani yako. Watu tulio wengi wanateseka, watu tulio wengi wanaumia, hawana amani. Ukitaka kuwa na amani ya kudumu, tafuta amani kwa Kristo. Ukitaka kuwa na amani ya muda mfupi, tafuta amani kwa mwanadamu Kristo. Ndugu zangu wapendwa taifa la Mungu. Huyu mwanadamu huyu, tazama mwanadamu wenzako hapo vizuri, mwangalie mzuri huyu mwanadamu ambayo umekaa naye leo, unacheka naye anakupa amani kesho, na kesho, na kesho kutwa anakugeuka. Mwanadamu ni kigeugeu, anakugeuka leo anakupa amani, kesho anakupa maumivu. Sasa kama unakaa unasema amani yangu inategemea mwanadamu, siku akikupa maumivu unakuwa huna amani, unaanza kuteseka, unaanza kuumia. Lakini Yesu Kristo hawezi kukupa maumivu hata siku moja, daima anapenda uwe na amani. Ndo maana alipokuta wale wanafunzi wake aliwaambia amani hiyo kwenu, hajawapa maumivu. Lakini sisi changamoto ambayo ipo kubwa Je, nchi yetu ina amani? Tunasema Tanzania ni kisiwa cha amani. Je, tukienda kwenye uhalisia, nchi yetu ina amani? Kwa nini haina amani eh? Wale watoto wale, wale wazazi ambao watoto wao wanatekwa, je wana amani eh? Je, wana amani? Je, mtu kama Tundu Lissu anaenda mahakamani, maskari wamebeba silaha huku na huku, wanakimbia wana, wana kama unafikiri wana wanakimbiza jambazi fulani, je ana amani? Ataipata wapi? Amefanya kitu gani kibaya? Hawa waumini ambao makanisa yao kule Mbeya yamefungwa, wanatamani kumwabudu mungu wao wanatamani kumsifu Mungu wao leo, kwamba usimsifu Mungu wako. Je, unaamani ataiatulioe taifa letu liwe Ombea amani yako ya kila siku. Ombea amani, kitu cha kwanza ombea amani, katika maisha yako, uwe na amani katika maisha yako. Maisha yenyewe haya ni mafupi. Sasa ukiishi kwa masonegeleko, ukiishi kwa huzuni kila siku, unakuwa ni mtu wa huzuni kila siku, unakuwa ni mtu wa kusonegeleka amani huna furaha, maisha yanakosa yanakosa maana tena, yanakosa uthamani tena. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu, hii amani ambayo tumepewa na Kristo tuitunze, tuithamini. Usikubali mwenzako akuondolea hii amani. Ukiona Mazingira fulani yatakusababisha usiwe na amani, afadhali usiende katika mazingira hayo, uyakimbie. Tafuta mazingira ambayo yanakupa amani. Ukiona fulani akuletea amani katika maisha yako, ukimbie, usimaie. Ukiona jambo fulani yakuletea amani katika maisha yako. Kinachokuletea furaha ndugu zangu wapendwa wa taifa, tuendelee tuithamini amani tuliyopewa na Kristo, kwa sababu ndio ile amani ndiyo inayotuletea furaha katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.